Watu ya DCP, watu ya DCP, watu ya DCP. Mimi nimesema pale nilikuwa Gedongori nikasema tunaibika watu ya eneo hili, tulijenga mashule mazuri sana, mashule kubwa. Wazazi wetu, ancestors wetu, wakatoa ardhi, watu wetu wakajenga mashule ya National School. Hiyo mashule ni ya Wakenya wote. Lakini kumekuwa na ubaguzi ya watoto wetu. Unapata mtoto amechagua kwenda Alliance High School, ambaye kwao ni hapo Dogoto, amepata max 70 ananyimwa nafasi ya kwenda kwa hiyo shule. Mtoto wa eria yingine ako na max 40 anapata admission kwa hiyo shule. Mimi nasema watoto wote wato wa Kenya waangaliwe usawa. Lakini pia watoto wa Mlima Kenya wasibaguliwe kuchukuliwa kwa mashule ya National School. Hata watoto wetu those who are qualified from this region to join national schools to be considered alongside other children from the rest of Kenya, but it cannot be mtoto amepita na marks mzuri ananyimwa nafasi ya kwenda shule iko karibu na yeye

mwanake o witagwo methu ni ndiramurera ni ndiramukuria atuike mutongoria wa ruriri na mbere atuike mutongoria wa Kenya kaatiguo ni ngerete muno ni ma MCA maa maitu MCA wa injinia ni mwanake mwega ni aruga magana andu ake kaatiguo kaatiguo Mwaishi Mae msie mae maitu Adwaya ni avata Modula weta kwa sapranu Aneta ni ete Aneta mae msie Mae o modo giri magana matato Aya atato maruga mati kwa da becha Sia sapranu Ne jaba kati jaba Manjitiru waka matika nyitiru Ya yeah? Ya mwisho Wewe kasongo Unatukana sisi jamii ya mulima Kenya Unaita sisi wa kabila Ati kwa sababu tumesema hatuchagua wewe. Siku ulikuwa hapa unalia machozi ukituomba tukuchague wewe, ukuwa Mukikuyu? Alikuwa Mukikuyu? Alikuwa Mwembu? Alikuwa Mumeru? Alikuwa jamii gani? Tulimchagua tukijua pana mmoja wetu. Kwa hivyo tunakwambia sisi hatuna ukabila, hawa watu ya mulima Kenya walikupatia 3.7 million votes wakapatia Raila 1.3 million votes, kura milioni tano tukapatia. Watu hawaongei lugha yetu, wewe, watu yako wa Kalenjin hakuna kura hata elfu kumi walipatia Raila Odinga. Wewe ndio mkabila na watu yako, kwa hivyo usituletee, vile tulikukubali siku ile, ndio tumekukataa kwa sababu wewe ni muongo na umeua watoto wetu. Kati huo, huyu William Ruto anasema ati ile watoto waliuawa ati walipwe fidia, ati wapewe compensation. Tunataka tukuulize wewe William Ruto, bei ya maisha ni pesa ngapi? Tunataka utuambie William Ruto, kama mtoto mmoja ameuawa ni shilingi bilioni kumi? Sisi watu ya hapa Nyandarua tushange bilioni kumi tukupatie, uleta mtoto yako tupige risasi. Kati huo. Kati huo. Huyu mtu tumemsaidia pale 2007 aliua watoto wetu pale Kiambaa, tukamsameha, tukamchagua, tumemfanya mfalme ja, rais wa Jamhuri ya Kenya, amefika kwa kiti, ametusaliti kupandia kiti cha rais wa jamhuri ya Kenya. Niendelee, nisiendelee? Niendelee, nisiendelee? Rigiji anatosha, atoshi? Anaweza, awezi? Aingia, asiingie? Ainuliwe, asiinuliwe? Lakini pia mimi nimekubali, Kalonzo, msiokaa yako hapo. Matiang'i yako hapo. Eugene Wamalwa yako hapo. Natembea yako hapo. Mavakaro wako hapo. Sisi wote tutakaa tusikisane tutoe mtu moja ya kupambana na kasongo. <coughs> Ni kweli hito. Uriaga amo ni mukaji wa dhura. Ni mukaji wa dhura. Harambee. Harambee. Kasongo aende siende? Sisi mambo ya masomo. Tulipewa masomo ya bure na mheshimiwa Mwai Kibaki Rais wetu. Hiyo masomo Kasogo ameharibu masomo ya secondary school tulipewa na Uhuru Kenyatta. Ameharibu mambo ya lida mama, ya kusaidia mama wetu wakienda kupata watoto. Ameharibu mambo ya biashara, ameharibu, ameharibu kila kitu. alafu sasa anatutanganya, atatupeleka Singapore. Mchakele hiyo mtu chakeni, arambe arambe. Na sisi tunasema, wafanyikazi wa serikali hata nyinyi mnaumia, huyu jamaa ameingilia PSP yenu. Sisi tukipata nafasi ya uongozi, tutarekebisha mambo ya PSP, ndio mpata heshima yenu katibuadaitu nikuwa duaijinia hapa kina gop mtatusaidia, na mbuga mpya mtatusaidia, ama mtatuliwa na pesa eh? Nani anatosha? Huyu anatosha, anaweza mimi nataka nimwambie hawa wote wanataka, tutafanya nomination ya DCP itakuwa free and fair. Yule atapata tikiti ya ya, ya DCP, uchaguzi umeisha. Tumekubaliana? Nimoka mata hizo na. Mbona gara moto? Mbona gara moto? Harambee. Harambee. Kuna waheshimiwa wamefika, bado ongea. Sasa hapa tuko na shujaa wetu Mheshimiwa Justin Bidan Moturi, hey, hey, hey, hey, hey, niguo mwegira goko murauga atia ati kasongo kasongo araugire ati ciana ciarathu aaniakuriha